Rais wa Kongo Felix Tshisekedi na mwenzake wa Rwanda Paul Kagame wanatarajiwa kutia saini mkataba wa amani uliosimamiwa na Marekani tarehe 4 Disemba, mkataba unaolenga kurejesha utulivu mashariki mwa Kongo. Hivi Kongo itanufaika vipi? Chini ya makubaliano hayo, Rwanda inajitolea kuondoa hatua za ulinzi katika ardhi ya Kongo, kauli ambayo inatafsiriwa kuwa na maana ya kuondoa wanajeshi, ingawa Kigali inakanusha kuwa na askari wake nchini humo. Nchi hizo mbili pia zimekubaliana kuheshimu mipaka ya kila mmoja. Kwa upande mwingine, zitashirikiana kiuchumi, hasa kuhusu madini kama koltani na dhahabu. Mkataba huo pia unatoa mamlaka kwa Marekani kunufaika na baadhi ya madini muhimu ya eneo hilo. Hata hivyo, kwa sasa waasi wanadhibiti maeneo mengi ya madini na biashara ya magendo kuelekea Rwanda inaendelea. Wakosoaji wanaonya kuwa faida zinaweza kuelekezwa zaidi kwa maslahi ya nje au ya Rwanda, na kwamba mafanikio ya mkataba yatategemea kuondolewa kwa wanajeshi wa Rwanda, usalama na ufuatiliaji wa mnyororo wa thamani wa biashara ya madini. Kikundi cha waasi cha M23 ambacho kwa mujibu wa wataalamu wa Umoja wa Mataifa kinaungwa mkono na Rwanda bado kinashikilia maeneo muhimu. Mkataba huo pia hauzungumzii uwajibikaji kwa ukatili uliofanywa kwa miongo kadhaa. Mashirika ya haki za binadamu yanatahadharisha kuwa amani isiyoambatana na haki huwa dhaifu na mara nyingi hudumu kwa muda mfupi na utekelezaji tayari unaonekana kuyumba. Mgogoro wa kibinadamu nchini Kongo umesababisha zaidi ya watu milioni saba kuyahama makazi yao na maelfu wameuawa. Mkataba huo unatoa fursa adimu ya kidiplomasia, lakini sasa swali moja pekee linabaki: je, yeah, mkataba huo wa amani ukiridhiwa, utafanikiwa kweli?